Majibizano kati ya Haji Manara na aliyekuwa mke wake Zaiylissa yanaendelea huko mtandaoni na sasa hivi Haji Manara baada ya yale ambayo Zaiylissa ameandika ameamua na yeye kujibu kwenye peji yake ya Instagram, ameandika point of no return. Mama yangu na baba yangu na watoto wangu wapo juu ya kila kitu duniani kasoro Mungu tu, heri ni semwe naoa sana lakini mwanangu hadi kunyimwa chakula ninachokiangaikia baba yake kwa jasho jingi, sikubali abadani. Mtanisamehe waja manani aende tu. So anamtuhumu Zaiylissa kwamba alikuwa anamnyanyasa mtoto wake, lakini pia mpaka kumnyima chakula. Watu wengi wamekuja kwenye comments hapa wakiandika eh, kwa sababu hii ni ishu ambayo imepata attention kubwa sana mtandaoni. Idris Sultan ameandika hii ungeiposti hata Jumapili eh, iwe kabisa Haji Sunday Manara. Msiga Rabia ameweka kisika tu hapa. Mtangazaji Baby Kabaya ameandika mmm, kakaangu badili style sasa, labda ndio Afuheni yako jaribu mtu mzima fulani hivi. MC Boneke ameandika imagine. Azaboy mchekeshaji pia ameandika Le Bugatti. Alberto Msando ameandika unatumia app gani kufuta picha, kaka, kwa sababu sasa hivi ukiingia kwenye peji zao wamepunguza zile picha za pamoja zote, au sio? So, hali iko hivyo kati ya Haji Manara. Nilikuwa napita pia kwenye peji ya Zaiylissa, ame screenshot hii posti ya Haji Manara na kumjibu Haji kutokana na hiki ambacho anakiandika hapa akimtuhumu kumnyanyasa mtoto wake na mambo mengine kama hayo. So, uh, ukienda sasa hivi kwenye peji ya Zaiylissa utakutana na hiyo uh, screenshot ya posti ya Haji Manara ambayo ameiweka, alafu kwenye caption ameandika kwamba mbona ume reply alafu umeniblok kiongozi? chakula kipi labda unachozungumzia hiki hiki kinachobaki na, na kusaza na kugalagala mpaka na wapa paka hivi. Zama hizi kweli ni za kunyimana chakula? We mtu mzima kisoda kweli, nani anataka kukaa kwako? Sasa sio mimi, niliondoka wiki nzima, umesahau? Talaka nilianza kuitaka ni leo, nimekaa mwaka mzima kwa mbinde na fos d mjako ameandika, usije kuzeeshwa bure kaka yako nipo hapa <laughs> So ndo hivyo, hali iko hivi kwa sasa hivi. Kwenye peji zao huko wanajibizana na mambo yako hivyo. Niambia kwenye sehemu ya comments hapo na mtazamo gani, lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SNS kwa taarifa nyingine kila wakati.